Ilizindua mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani na makombora katika mji mkuu wa Ukraine na maeneo mengine ya nchi mapema Ijumaa, maofisa wamesema. Takribani watu watatu waliuawa na wengine 49 kujeruhiwa katika shambulio hilo, kulingana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mashambulizi hayo ya angani yalilenga mji mkuu Kiev pamoja na mji wa Lutiski na eneo la Tenipoli, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi hayo yalitokana na vitendo vya kigaidi vya serikali ya Kiev na kuongeza kuwa ililenga maeneo ya kijeshi. Ilisema vikosi vyake vya jeshi usiku mmoja vilianzisha mashambulio kubwa kwa usahihi wa hali ya juu wa silaha za masafa marefu za anga, baharini na ardhini, pamoja na ndege zisizo na rubani. Shambulio hilo limekuja baada ya rais Vladimir Putin kumwonya rais wa Marekani Donald Trump kuwa angejibu mashambulizi ya hivi majuzi ya Ukraini kwenye kambi za ndege za Urusi. Shambulizi la hivi punde zaidi la Urusi dhidi ya Ukraini linakuja siku chache tu baada ya Kievu kuzindua shambulio lake kubwa zaidi la masafa marefu dhidi ya takribani ndege 40 za kivita za Urusi katika kambi nne za kijeshi. Zelenski alisema ndege zisizo na rubani 117 zilitumiwa katika operesheni inayoitwa Spider Web na huduma ya usalama ya SBU na kusababisha asilimia 34 ya Urusi ya kubeba makombora ya kimkakati Mamlaka zinasema mashambulizi ya Ijumaa yalijumuisha makombora 38 ambayo ni aina ya Ukraini ililenga katika operation ya Jumapili, Zelensky alisema shambulio hilo lilitumia zaidi ya ndege 400 zisizo na rubani na zaidi ya makombora 40, na idadi ya watu waliojeruhiwa huende ikaongezeka, akiandika hivyo kwenye chapisho lake la mtandao wa X. Kiongozi huyo wa Ukraine aliongeza kusema kuwa na Namnukuu, sasa ndiyo wakati hasa ambapo Marekani, Ulaya na kila mtu duniani kote anaweza kusimamisha vita hivi mja na kuishinikiza Urusi. Pia alirejea kwa siri juu ya kutotaka kwa Trump kuweka shinikizo kwa Urusi. Ikiwa mtu hatatumia shinikizo na anaipa vita muda zaidi na kuchukua maisha, huo ni uwajibikaji wa uwajibikaji, Zelensky aliandika na kuongeza kuwa lazima tuchukue hatua kwa uamuzi. Katika taarifa yake ya awali meya wa Kievu Vitali Klishko alisema watu wanne wameuawa katika mji mkuu wa nchi hiyo. Tahadhari za uvamizi wa anga zilikuwa zimewekwa huko Kievu, ambapo jengo la makazi lishambuliwa na mfumo wa treni wa jiji hilo ulitatizwa baada ya kupiga makombora kwenye njia za metro zilizoharibika. Makumi ya maelfu ya raia katika mji mkuu walitumia masaa machache bila utulivu katika makazi ya chini ya ardhi. Kutoka katikati mwa jiji, milipuko ya muda mrefu ya bunduki ilisikika wakati ulinzi wa anga nje kidogo ukijaribu kuangusha ndege nyingi zisizo na rubani zilizolenga mji mkuu. Mara kwa mara, mlio wa kipekee wa ndege zisizo na rubani pia uliweza sikika. Mwangaza wa mwanga wakati mwingine unaokisiwa kwenye majengo ya karibu ungefuatiwa sekunde tano au kumi baadaye na miripuko ya moto. Miji ya Kakivu, Sumi na Luhanski pia ilikuwa chini ya arifa za uvamizi wa anga. Kwingineko, mkuu wa kijeshi wa Tenopili, Vacheslav Negoda, alisema shambulio la Ijumaa lilikuwa shambulio kubwa zaidi la anga katika eneo hilo hadi sasa. Mea wa Tenopili Igoli Polishchuki alisema watu watano walijeruhiwa katika shambulio hilo, huku nyumba, shule na kituo cha serikali kikiharibiwa. huko Lustiki, watu watano walijeruhiwa katika shambulio la kutumia ndege zisizo na rubani 15 na makombora 6 kulingana na Mea Ihori Polishchuki. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema kwamba ulinzi wake wa anga ulidungua ndege zisizo na rubani 174 za Ukraini usiku kucha katika baadhi ya maeneo ya Urusi na kuikalia Krimea. Wizara hiyo ilisema kuwa makombora ya Neptune dhidi ya meli pia yalinaswa kwenye Bahari Nyeusi. Mapema mwezi huu mazungumzo ya moja kwa moja ya amani kati ya Urusi na Ukraini yalifanyika mjini Istanbul, lakini yalimalizika bila mafanikio makubwa. Wapatanishi wa Ukraini walisema Urusi ilikataa kusitishwa kwa mapigano bila masharti, mahitaji muhimu ya Kievu na washirika wake wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani. Timu ya Urusi ilisema walikuwa wamependekeza kusitisha mapigano kwa siku mbili au tatu katika maeneo fulani ya mstari wa mbele, lakini hawakutoa maelezo zaidi. Trump alisema Putin aliapa kwa nguvu sana kujibu shambulio la hivi majuzi la Ukraini kwenye kambi za ndege za Urusi wakati wa simu iliyochukua zaidi ya saa moja usiku ya Jumatano iliyopita. Moscow ilikuwa imesema hapo awali kuwa chaguzi za kijeshi ziko mezani kwa jibu lake kwa shambulio la Ukraine wiki iliyopita. Trump alionekana kuweka makataa ya wiki mbili kwa Putin, akitishia kubadili jinsi Marekani inavyoijibu Urusi ikiwa anaamini kuwa Putin bado anampigia katika juhudi za amani nchini Ukraine.